Unanipenda kuliko hata nafsi yako? Akasema hapana, nakupenda, lakini nafsi yangu naipenda sana. Akamwambia bado Omar, bado bado, hujanipenda. Siku alipokuja kumwambia, leo sasa nakupenda kuliko hata nafsi yangu, akamwambia, naam alana ya Omar, sasa ndio kweli umenipenda, mapenzi yale ambayo yanatakiwa. Na ndio maana akasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuminu ahadukum hata akuna ahabba ilayhi min walidihi wa w waladihi wa nas ajma'in, hata hatoamini mmoja wenu imani ya kweli mpaka niwe mimi napendwa na yeye zaidi kuliko nafsi yake, mali yake, watoto wake na kila chake. Atakapoamini hivyo mtu, ndio hapo atakuwa ameamini katika imani sahihi. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin

cha wewe kusadikisha kwa moyo wako na kutamka kwa ulimi wako

Ndugu zangu ni wale watakao kuja kuniamini hali ya kuwa hawajaniona. Hadithi hii ni sahihi ambayo amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na la shaka hao ni sisi tuliokuja katika zama hizi, atukumuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tumeamini kwamba yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, haki ya pili katika haki za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu sallallahu alaihi alaihi wasallama uhaaahauu duna ghuluwin, kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pasi na kufanya ghuluu. Al ghuluu maana yake kuvuka mipaka katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umpende mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mipaka yake ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wameelekeza pale aliposema, la taturuni kama atrati nasara Isa ibn Maryam, inma ana abdullah wa rasulu, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, msinisifu mkavuka mipaka, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni mtume wake. Hivyo ndivyo alivyokuwa akijisifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inatosha sana kuwa yeye ni Rasulullah, kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, yaani kapewa ujumbe na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuuleta katika ulimwengu na haya mahaba ya Mtume Muhammad wa sallam, min usuli liman ni katika iman ikani, katika misingi ya imani kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Na uwezi ku, kuwa unamchukia mtume ukawa Muislam, kwamba anayemchukia mtume huyo hawezi kuwa mwislamu, hatakuwa ame, ni kafiri amekufuru.

Alikuwa anapita mbele ya Jabal Uhud akul, wa idha yaqul, ikawa anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ashabi, anawaambia masahaba zake, Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu, kwamba hili jabali la Uhud inaliona, yuhibbuna, linatupenda sisi, wa nuhibbuhu, na sisi tunalipenda ili jabali. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapendwa mpaka na na, na na milima kama hivyo

Kwamba Abubakar Sidiqi radhiallahu anhu yeye alijitolea kila kitu chake kwa ajili ya uislamu huu, mali zake, nafsi zake, nafsi yake, familia yake, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata mtoto wake akamuozesha vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala shakka si yeye tu, utaona masahaba wengi walioishi na Mtume Muhammad sallallahu sa wasallam katika kumpenda Mtume Muhammad wasallam kwamba walikuwa wako tayari kutoa mali zao zote na nafsi zao kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana utaona katika ghazawati, katika vita mbalimbali alivyopigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wanapokaribia makafiri kutaka kumdhuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi sahaba mmoja atajitokeza kupambana nao hata atakufa mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akishakufa kufa anakuja mwengine kumtetea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa tayari kutoa nafsi zao, na ndio maana Allah subhanahu wa wataala akasema, inna Allah ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabili llah, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amenunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao na yeye atawalipa pepo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakiipigania dini ya Allah subhanahu wa taala. Na hizo ndio ahadi alizokuwa akiwapa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam masahaba wake kwamba mimi nawaahidi pepo nyinyi, ikiwa nyinyi mtajitolea mali zenu na nafsi zenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Huyo Abubakar Siddiq alikuwa na mahaba ya juu sana kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama tunavyoona kwamba yeye ndio katika wale ambao Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliyesema thaniya thnaini idh huma fil ghari yaqul sahibi la tahzan inna Allah ma'ana, yani, walipokuwa wawili tu Abubakar Siddiq radhiallahu anhu na Mtume Muhammad sallam katika pango wakati wanatoka Maka kwenda Madina, kiasi Siddiq Abubakar Siddiq radhiallahu anhu anamwambia Mtume sallam kama mmoja katika hawa atatazama miguu yake atatuona. Mtume Muhammad akawambia, una wasiwasi gani kuhusiana na watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? La tahzan inna Allah ma'ana. Usihuzunike, Allah subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na sisi. Huyu ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah anasema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akizungumza juu ya

alikuwa yeye na Abubakar Siddiq radhiallahu anhu kwamba usiku huu ni usiku mmoja ambao ni wa ghali sana, na fursa hiyo hakuipata yoyote isipokuwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu ambaye alikuwa pamoja yeye na Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yao, na mali pengi. Mara nyingi sana alikuwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akiwa mara nyingi, mara nyingi huwa yeye peke yake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ikhwatul iman Angalia kadhalika, Ali radhiallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika tukio la Mtume Muhammad saa salam kutoka wakati anaamamaka kuhamia Madina, wakati Makureishi wamekaa katika Daru Nadwa na washapitisha kwamba rai ya Abu Jahal kwamba awawe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na awawe kwa watu kwa makabila ya, ya makabila yote yashirikiane, watoe kila kabila litoe kijana ambaye atapewa upanga kwenda kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wamuue kwa pamoja ili kabila ya mtume isiweze kulipiza kisasi, kwa sababu itakuwa wen, wale makabila ambayo watatakiwa kupigana naye yatakuwa mengi na hivyo hawataweza. Kwa hivyo itabidi watoe dia tu kuwapa na hakutokuwa na vita, wakati wanapala wakea kumuua wa mtume Muhammad aw salam na nyumba imezungukwa, Jibrili alayhi salam alikuja kumpa habari mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu ya tukio hili kwamba hawa watu wameshazunguka nyumba yako na leo wame